Karibuni tena katika Masenza Mentors, e, mdia wako katika uboreshaji wa huduma zako, uboreshaji wa biashara yako na uboreshaji wa shughuli zako kupitia uwezeshaji ambao unaendana na ushauri ushauri elekezi e, mafunzo pamoja na uwezeshaji wa kuhakikisha kwamba kampuni yako inaendana na wakati na bila bila bila, bila, bila, bila, bila kunani ku, kupote, kupoteza muda ni vizuri tuambie kwamba eh, mabadiliko ambayo yanatokea duniani yanakuja kutokana na tafiti ambazo zinafanyika kwa muda mrefu. Kwa hiyo lazima na sisi tunapokuwa tunafanya shughuli zetu tuweze kuhakikisha kwamba tunaendana na hizo tunaendana na hayo mabadiliko. Leo tunajaribu kuzungumzia angalau mikakati ambayo ukiiweka vizuri huduma au biashara yako itakwenda vizuri. Kwa hiyo tumetoka kuelezea e, case study katika video iliyopita, lakini tulielezea namna ambavyo mabadiliko yapo duniani. Leo tunajaribu kukupeleka katika hatua ya pili, kwamba sasa unaweza uka, ukaingia uka, uka, uka katika mikakati gani? Uh, ukiwa biashara yako inatakiwa iwe endelevu ambayo ni inakuwa thabiti na yenye ushindani, basi kwa leo tumekuwekea vidokezo vitatu tu rahisi ambavyo unatakiwa kuvitumia mara moja. Vidokezo hivi vina vitakusaidia kubadilisha biashara zako au huduma zako. Uh, tunakuomba kwamba uweze kuweka e, maoni yako kwa maana ya comment e, kama utaona vidokezo hizi vinakufaa, basi tunaomba uweke comment ukionyesha kwamba ni kipi kati ya vidokezo hizi ambavyo tunavizungumza kinaendana sawa sawa na na maeneo ya biashara yako na kiko sambamba na vile unavyofanya au kinakuja kutatua changamoto ambazo unazo. Kwa hiyo tunaomba twende pamoja katika hii video ya leo, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunakamilisha mafunzo yetu bila shida yoyote. Kwa hiyo, cha kwanza ambacho, cha kwanza ambacho ni muhimu kukiangalia, ili kuhakikisha kwamba unakuwa na huduma au biashara endelevu ni kuweka malengo endelevu. Tukisema malengo endelevu, tuna maana malengo ya muda mrefu, ambapo unakuwa una, una malengo ya muda mfupi, malengo ya muda wa kati na malengo ya muda mrefu. Kwa hiyo unakuwa na malengo endelevu, kila wakati unaangalia mbali zaidi, kwamba nafanya huduma hii au nafanya biashara hii, lakini ikitokea mathalani kuna mabadiliko haya na mabadiliko haya na mabadiliko haya, mimi nitabadilikaje? Ndio maana ya kuwa na malengo endelevu. Kwa hiyo andika malengo yako, na baada ya kuandika malengo yako, yawekee yawekee hatua za utekelezaji, yawekee hatua za utekelezaji, muda wa utekelezaji, yawekee vipimo vya mafanikio. Lakini kwa mfano, unaweza ukasema kwamba labda nataka baada ya mwaka mmoja biashara yangu iwe imekuwa kwa asilimia ishirini asilimia ishirini na maana gani katika biashara yangu. Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya malengo, lakini hatua ya pili ni kwamba weka mikakati ya kuhakikisha kwamba unakuwa na majibu ya kutatua changamoto mbalimbali mbali ambazo zinakuzunguka kila siku. Hii ni muhimu sana kwa sababu kila siku kuna changamoto tofauti tofauti, zile ambazo tunazotarajia na tusizotarajia, tunasema risk analysis. Kwa hiyo weka E, tathmini ya changamoto kwamba inawezekana kwenye biashara hii, zile changamoto ambazo nazo zitarajia ni za aina hii na zisizotarajiwa ambazo zinaweza katokea bila kutarajia ni za aina hii. Kwa mfano, ukaonyesha changamoto zote, lakini kuna vitu ambavyo vitarajiwi. Huwezi kutarajia kwamba umeme utakatikaje, huwezi kutarajia kwamba kutakuwa kuna moto, huwezi kutarajia kwamba kutakuwa kuna mambo ya kisiasa au ya kijamii ya, ya ki ambayo yatatokea na akavuruga biashara yako, kama maandamano, kama kitu. Kwa hiyo vitu vyote hivyo unakuwa umeviwekea tahadhari kwamba inapotokea mathalani, nimeshindwa kufanya biashara zangu au huduma yangu kwa sababu ya aina hii ambayo sikuitarajia, basi kuna njia mbadala ambayo itafanya wateja wangu wapate huduma. Ndio maana sasa hivi wengine wanakuwa na zile huduma za kufika moja kwa moja kwenye maofisi na kuna huduma ambazo zinafanyika kupitia mitandao lakini jambo la tatu ambalo ni mkakati mahususi ambao utakusaidia ni kuongeza uthabiti katika biashara yako. Kuongeza uthabiti maanake ni nini? Maanake ni mikakati gani ya, ya muda mrefu ambayo unaweka katika biashara yako ili hii biashara hii iwe naendana na mabadiliko atakayo natokea wakati kwa wakati, na hili si jambo gumu sana. E, huwa tunafanya utaratibu wa kusoma mazingira. Tunasoma mazingira yaliyopita na mazingira yaliyopo sasa, kiasi kwamba inakuwa rahisi kuweza kufikiria mazingira yatakayofuata huko baadaye yatakuwaje. Na mikakati ya muda mrefu angalau isiwe chini ya miaka mitatu. Ukishajiwekea mikakati ambayo sio chini ya angalau miaka mitatu, itakuwa ni rahisi sana kuweza kwenda mbele, hata utakapokuwa na ajiri, utakapokuwa unanunua vifaa unafanya vitu mbalimbali tayari vitakuwa vinaendana na ile mikakati. Ukinunua kwa mfano mfumo, je, mfumo huu ndani ya miaka hii miwili mitatu bado utakuwa una maana? Au nitaununua baada ya mwezi mmoja utakuwa hauna maana? Kwa hiyo ukiweka malengo ya muda ya miaka mitatu, basi hata wakati wa kuja kuweka mifumo na kuweka vitendea kazi na wale watendea kazi au uwezo wao utakuwa unaendana na huo mkakati wa miaka mitatu. Ikiwa unapenda, ikiwa unapenda nikutumie nikutumie mwongozo wa namna ya kuweka mikakati ya muda mfupi muda wa kati na muda mrefu eh, kwa maana ya kukutengenezea, tunaita checklist, orodha orodha ya vitu ambavyo ni muhimu kuviangalia katika biashara yako. Orodha hizi zinatofautiana kutokana na biashara na huduma tofauti tfaut tofauti. Kwa hiyo kila mmoja kila mmoja atafanyiwa tathmini kulingana na huduma au biashara anayoifanya. Kwa kama utakuwa unataka kutengenezewa hiyo bure kwenye biashara yako, basi sisi tuko tayari kukutengenezea, ili mradi tu uweze kuingia katika komenti yetu na kutuandikia neno nitayarishie. Sisi tutakutayarishia, na tutakutayarishia dokezo la maandishi, na tutakutayarishia video ya dakika kumi na tano na vile vile tutakutengenezea E, session ya maswali na majibu ambapo tutakuwa tunapitia huo mwongozo na kupitia. Kumbuka kwamba biashara zinafanyika zinafanyika na kufanikiwa zinazoendana na mabadiliko ya, ya teknolojia na ambazo zinazokwenda kulingana na mazingira ya sasa. Biashara zinazokwenda polepole zinazokwenda bila kufata taratibu mbalimbali zinazokwenda kwa kutumia mifumo ya kizamani zinabaki katika hali ya kizamani. Lakini biashara zinazojiendeshwa kisasa zinakwenda katika mfumo ya kisasa. Karibu Masenza Mentors, tuwe wabia wako kwa huduma ya bure. Na kwa huduma ukitaka huduma zaidi ya hii tuliosema ya bure, basi tutaweza kuifanya kwa kutumia gharama. Lakini hii ya bure tutakupa kwa muda wa dakika kumi na tano video. Tutakupa dokezo la dakika kumi la, la, la maandishi ambalo litakuwa linaendana na uchambuzi wa ya biashara yako. Karibu sana.